na wenzangu hapa ambao tunaweza tupo na mwenyekiti wa wasanii kaskazini Unguja, kwa jina maarufu wake anaitwa, jina lake anaitwa, baadaye tutakutanisha naye tuweze kuzungumza mawili matatu kuhusiana na hi na tumeshaonana na uh, mwenyeji wetu anasubiri uh, hapa skuli ya msingi maandalizi uyumaji. Hii ni timu yangu nakuja nayo produsa, ambaye kwa jina anaitwa Smart, na huyu ni Mbila, yeye ni mhusika kabisa katika kijiji uh, hicho, tutakuja kumwelezea hapo baadaye uh ambaye anatuba kampeni katika safari yetu hii. Mwenyeji wetu huyo Mustafa ambaye kwa maarufu ambaye ni mwenyekiti wa wasanii kaskazini Unguja. Ndio tulikuja hapa katika skuli hii ya msingi na maandalizi. Kwa kufupi tunakwenda kuzungumza naye kuhusiana na na matayarisho ya location hii katika kituo chetu hiki cha ukaguzi kwa ajili ya kutembelea hizo location, na ametuagiza kwamba tufike hapa

Mnaanza uh, kuliona skuli za shamba muonekano wake, na kama unataka wanafunzi sasa hivi nikuletee mapema mapema, sasa hivi mapema, sasa hivi hapa.